Haleluya, tunamshukuru Mungu tena tunaendelea na huduma tukiwa tuko Masaini na leo ni sikukuu e, namna hii kama unavyoona mpenzi mtazamaji, injili inaendelea vijijini. Ni kijijini kweli kweli. Sio utani kweli kweli, sio utani kweli kweli. Kama unavyoona wazee wanaendelea kufanya mambo yawe mazuri, mambo yako safi kabisa. Amen, na hii pia sufuria ya supu inaendelea kuchemka mazingira yako safi kabisa. Ngoja nikutanishe na kiongozi wa msafara, ana neno la kuongea na wewe. Amen, karibu baba. Amen, ni msionari mchungaji Ole Isaya. Leo tuko kijiji cha Gumba juu Masaini, kwa kuhitimisha sikukuu ya kumbukumbu kumbu ya kwanza kwa maono ya huduma ya injili vijijini, ambayo ni full light. na maana tafsiri ya jina full light ni kwamba tunaenda maeneo magumu, tena maeneo ambayo injili ya ya kufika yakufika, ndio maana tuko hapa leo kuhitimisha wakati na tarehe ambayo mungu alitupa maono haya ya kufikisha injili mazingira magumu mpaka mwisho wa nchi. Amen.